Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uruguay na klabu ya Inter Miami FC na inayoshiriki ligi kuu nchini Marekani, Luis Suarez siku ya jana rasmi ameweza kufikisha idadi ya magoli 600 katika kari yake ya soka, na hii ni mara baada ya ushindi mnono wa Inter Miami dhidi ya Atlanta United, ambapo Inter Miami waliibuka kidedea na ushindi wa goli nne kwa sifuri huku goli moja la Inter Miami likifungwa na Luis Suarez, magoli mawili yakifungwa na Lionel Messi na goli lingine moja ambalo lilifungwa na Jordi Alba. Kwa hiyo kuanzia hapo Luis Suarez ameweza kutimiza magoli mia sita katika kari yake ya soka huku akiendelea kuelekea ukingoni mwa soka. Lakini pia Luis Suarez ameweza kupita katika vilabu mbalimbali barani mbali, Ulaya ikiwemo FC Barcelona, amefanya rekodi kubwa sana pale FC Barcelona. Lakini pia katika klabu ya Liverpool FC ameweza kuweka rekodi kubwa pia na amefanya vizuri sana. Lakini pia katika Atletico Madridi ameweza kucheza na kaonesha kiwango bora kabisa katika maisha yake ya soka na vilabu vinginevyo ambayo amewahi kuvichezea, basi amefanya vizuri sana. Luis Suarez ni striker ambaye ameweza kuonyesha rekodi nzuri sana katika maisha yake ya soka na amefanya vizuri kabisa, ingawa akawa na matukio mbalimbali ya kuonesha kwamba ni mkorofi, ni mtu mbaye anapenda kung'atang'ata wenzie, lakini akiwa uwanjani, basi Uruguay ilikuwa inamtegemea na vilabu vyote vilivyowahi kuvipita basi vilikuwa vinamtegemea. Hongera sana Luis Suarez kwa kutimiza magoli hayo mia sita katika kariera yako ya soka.